Hii ni Khayrat TV, ukweli na uhakiki. Audhu billahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan wamarhaban bikum. Uhali gani na habari gani wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo chako cha Khayrat TV, tukikutangazia mubasharatani kutoka Phoenix Arizona, ambapo ndio makazi makuu ya kituo hichi cha Khayarat TV. Sina budi ya kuwa ni mwenye furaha na bashasha tele ya kukaribisha kwa mara nyingine tena katika vipindi vya kheri na leo, nina mengi ya kuzungumza na, ambaye mgeni wetu tuko naye katika kipindi siku ya leo ni yupi huyo, na ni yapi ambayo nimekuandalia siku ya leo? Basi usibanduke usinyanyuke mpaka pale nitakapotia nanga. moja kwa moja tuwajielekeza nchini Burundi, Bujumbura, tukagonga hodi katika mitaa ya Buyenzi. Huko kuna mengi ambayo yaliweza kutokea na kuna mengi ambayo yanaweza kuendelea kutokea kama ikiwa watu hawatuchukua tahadhari mapema. Katika gonga hodi yangu, nikaona nimpate muhalisia zaidi wa Buyenzi au mzawa. Unapompata mtu kama huyu, utapata faida kubwa sana. Mada yetu ambayo tutaweza sambaa nayo mpaka mwisho wa kipindi. Tutazungumzia mazingira ya sherehe za Kiislamu yakoje. Niliweza kumpata ustadhati Aisha kutoka Buyenzi, Bujumbura, nchini Burundi. Aliweza kuidadavua mada hii vyema kabisa na kutaradali vizuri mpaka tulipomaliza mazungumzo yetu. Nataka uweze kuungana nami katika kipindi hichi mpaka pale tutakapofikia tamati. Kumbuka mada ambayo iko mezani tuzungumzia ni mazingira ya sherehe za Kiislamu yakoje. Karibishe katika mada hii ambayo ipo mezani na mgeni wetu katika kipindi chetu siku ya leo, ikiwa ndio mara ya kwanza kabisa kukaribia katika kituo chetu hichi au studio hizi za Hayarati TV, mkaribishe kwenu Ustadhati Aisha, na haya ndo mazungumzo yetu yalivyoanza. Karibu sana mpenzi msikilizaji nawe mtazamaji, hii ni Hayarati TV, ukweli na uhakiki. Kwanza kabisa, karibu katika vipindi vyetu ndani ya Hayarati TV na vipindi hivi ambapo tunaviita ni Khayrat show. Msikilizaji au mtazamaji anataka kufahamu wewe ni nani haswa? Bismillah, alhamdulillah wa sallallahu wa baraka ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd fa almusami'ina alkiram ma usadati wa da'iya Aisha Juma wa na'iba ra'isatu jamiatu istiqamat li tadawun wa ta'awun wa tanmiya dawlat Burundi ummi alaitam wal aramil kaman. Naam, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka ziada na amani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yena na ali zake na sahaba zake. Nam, wapendwa wapenzi wasikilizaji wa kipindi Khayrat TV, ni kwamba mko pamoja katika muda huu na wakati huyu na ustadha Aisha Juma kutoka Burundi, mama wa mayatima, vice president wa shirika la Stikama, ndio ambaye mnaye katika muda huyu. Naam, karibu sana. Nafurahi kukufahamu ingawaje sote ni wageni baina yetu, lakini Burundi au Bujumbura ni kubwa, wapatikana maeneo yapi? Yani ndio mimi ni mzali wa wa Burundi Bujumbura Buyenzi, naishi Buyenzi barabara 14 na 44. Naam, alhamdulillah kukufahamu na karibu tena kwa mara nyingine. Leo nataka tuzungumzie kuhusu masuala ya sherehe sherehe za harusi au zozote zile, lakini katika Uislamu uh, sisi tunatakiwa tushereke vipi sherehe zetu? Wewe ni ustadhati na mashallah nimeweza kuta sifa zako nzuri za kheri, na unaweza kulieleza ku vipi hili haswa. Naam, kwanza kwanza niweze kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala katika muda huu na wakati huu, pia kuniunganisha aliyefanya sababu hii. Mwenyezi Mungu amlipe na aijenge Khayrat TV, pia na wanaohusika na vipindi hivi. Namwomba Allah awalinde na wape mengi mazuri katika dunia hii, kwa sababu bado angaliki duniani, wanahitaji dunia yao na akhira. Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuweka katika mizani. Yani, katika sherehe za harusi au sherehe zote katika Islam, kwanza tuna sherehe nyingi ambazo ni tofauti. Pia kuna sherehe inaweza kama sherehe ya mauludi, yani sherehe ya kuzaliwa ambayo watu wengi wanasema ni birthday, na katika Uislamu sisi hatuna birthday. Hiyo moja, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam maulida nabii sallallahu alaihi wasallam bimaka, Mtume alaihi salatu wasallam alizaliwa katika ardhi ya Maka takatifu, rehma na amani zimwendee juu lake, amani yeye. Pia ni kwamba hatujaona hata kitabu chochote japo wanazua wenye kuzua kusikana na hilo. Mtume alaihi salatu wasallam hajajifanyia sherehe, Uislamu haujatukubalia sisi kufanya kitu kama hicho. Japo watakaofuata vipindi hivi wataguna, au wengine watasema huyu naye kayatoa wapi? Hiyo ni sherehe moja kuzaliwa, birthday. Naweza nikajiusia nikahusia nafsi yangu, hatuna birthday katika Uislamu. Pia kuna sherehe zingine ambazo zipo kama za sherehe za ndoa. Mtume alayhi salatu wasalam anasema alinu nikahakum wajaaluha fil masajidi, zitangazeni ndoa zenu na mzijalie kuziweka katika misikiti. Ni kwamba sherehe ya ndoa ni pana mno, na sherehe hiyo inatangazwa kwa njia tofauti. Yaweza kutangazwa kwenye vyombo vya habari, yaweza kutangazwa kwa mwandiko, kwa kadi, yaweza kutangazwa pia kwa watu kwenda wanalikiana. Lakini sherehe hizo zahitajika kuwa vipi, na hizo sherehe ni zipi ambazo zipo? Kwanza, sherehe hizo zina mkataba wake, kati ya mja na mula wake. Sherehe hizo zina mkataba kati ya mja na mja mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka sherehe hizo ambazo zinahitajika. Ya kwanza akasema ye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati Rum, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa min aya athi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Nikomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati dum, hizo sherehe hizo amezekea aya munasaba ambazo ni nyingi, lakini kutokana na muda wetu ambao labda niseme katika Khayrat TV ni mara ya kwanza, sifahamu tuna dakika ngapi katika vipindi vyetu. Nitasema Allah anasema, bismillahirrahmanirrahim katika dalili kubwa kumjua Allah amekuumbieni kutoka katika jinsi yenu nyinyi wanamume pia na wanawake, akawaumbia wanamume wanawake, akawaumbia wanawake wanamume. an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu. Hapa hadafi ni sherehe hiyo. Allah anasema ni kuweka utulivu na ni kuweka amani na kuweka salama katika maisha hayo ya ndoa, lakini masikitiko na maajabu maskini, sherehe hizo leo zimekuwa hazina amani hazina salama. waya asafa ya Allah, masikitiko yaliyoje leo kumwona mtu yaweza kumuoa mwanamke akitamka na muoa huyu kwa dini Hala ndio wakwanza kumchafua kwa dini yake asafa. Masikitiko yaliyoje kumwona mtu anamua mfanyakazi ambaye amemkuta kwenye kazi zake za kidunia, huyo huyo ndio anamchafua na anamtoa kwenye kazi kwa malengo makubwa, nampenda mke wangu. Lakini na hayo mapenzi ambayo Allah aliyasema hakuna. Allah amesema, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah amejalia kati yenu mapenzi na huruma. Akishamua mwanamke kwanza, anamzalisha. Leo akimzalisha mtoto, hana haki kwa baba, mtoto hajulikani kwa baba, anaitwa pere nkoni, yani baba hatambuliki. Hatambuliki kivipi? anakwambia andikisha huyo mtoto serikalini, hairuhusiwe katika dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kudhulumu hizo haki. Mtoto huyo anapokuja ana haki zake ambazo, wa waala lmauludi riskuhunna wa kiswatuhunna. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, na chenye kuja chenye kuzaliwa baada ya kuandoa imefanyika, kina riski yake na kina kivazi chake. Mtoto haviki wala afanye nini? Kwa hiyo sherehe zetu ni nyingi, ni pana pia, na Mungu akasema hivyo hivyo katika huyo mtoto. Afanyeje mtoto? anyonyeshwe miaka miwili. Leo mwanamke ana siku nne za kuzaliwa, mwanaume anakuja, anatoa hoja kini nyuma, unapata adhabu, unapata lana. Kwa hiyo hapo ni usadhataisha kutoka Burundi, hapo ni papana, pana muda wake na siku yake. Lazima tuambie wale ambao wanafuatilia katika Khayarati TV, tukasome dini yetu tuweze kuielewa, sherehe zetu ni zipi na sherehe zinastahiki kuwa vipi. Kwa hiyo mtume akasema salam, tuzitangaze ndoa na ambaye haswa anastahiki kutangaza ndoa ni mwanamume, anayuli ni nikaha bilwalima walima, anaitangaza ndoa kwa walima ila ghairi ahli fantadhiru saa, Mtume alayhi salatu wasalam anasema mambo ya kipewa ambao sio wenye na watungojea kiyama. Kwa hiyo ndiyo maana tunayaona haya ambayo yako leo katika ulimwengu yanafanyika katika masherehe ni kwa sababu mwanamume mwenyewe kwanza na mahari hana, anakuja kumdanganya mwanamke, anataka unistiri. Bikhadija alimstiri Mtume alayhi salatu wasalam, na wewe okay. Ukiona hivyo, nasema ya Allah, mwanaume mwana anataka mwana nimstiri, kumbe amekuja kihawa, amekuja kimatamanivu, hakustiri na hakunusuru na hakupendi. Lengo lake na makusudi yake ni kukuvua nguo. Subhanallah, Mungu atuongoze na wasamehe hawa wanamume. Kwa hiyo mwanamume ndo anastahiki kutangaza ndoa kwa walima. Wanawake tumejipa majukumu, tunafanya sherehe zaidi ya kumi. Pana hina, ambayo laitakuwa kaona msondo, huyo utapigwa kwenye sherehe, mwanamke amealikwa. Tulikuwa tunajua unyago zamani ni ndani, lakini masikitiko na haibu leo unyago umekuwa kwenye vyombo vya habari. Subhanallah, watu, tumcheni Allah na tumwokope, Mwenyezimungu subhanahu wa taala. Mtume alaihi salatu wassalamu anasema la tatabiunna suna na mankana la dakhaltum wa hao watu ambao walikuwa kabla yenu, japo wangeliona shimo la kenge kuliingia wangeliingia. Kwa hiyo watu wa leo wanafata sijuni magharibi, sijui ni kitu gani katika ulimwengu wa kileo. Tunajua kwamba unyago ulikuwa ni ndani, anafundwa mwali huyo ndani, lakini leo akishafundwa vyombo vya habari vinakuja. Subhana Allah. Alafu kwa usaifu wa imani wanakuja ni wanamume, sio mwanakapo yule msichana ambaye ni binti maskini, stagee kitoto kidogo, kingaliki kimwali kabisa nyonga wasomo mwakopeni mola wenu mtaulizwa nyinyi, mtaulizwa nyinyi na Mungu. Huko sio kualika huko ni kuharibu dini ya Mungu. Tunaambiwa tuwe na haya, masohaba waliambiwa isahi minallahi haka alhaya, kuweni na haya. Mumsikilia haya Mwenyezi Mungu kweli wa kusikia haya. Masohaba wali na machini wanamwona Mtume wanapoambiwa wakasema, kumbe Mwenyezi Mungu ametuona sisa, tuna haya. Sasa wakina mama, ni kwa sababu huko figa 8 au uko twiga, au kwa sababu una hipsi, au kwa sababu uko ni wewe mi nasema ujinga mtupu, huyo. Acha acha kuchukua simu na shuti eti mwali wangu anajua, anajua nini? Kwani kile ambacho kinachezwa kwenye kamera tunakiona, ndio kilea kwenye kitandani. Kitandani ni mambo mengine humo. Mtume alayhi salamu mpaka amesema tulaaibu atulaaibuka unamchezesha naye kuchezesha. Kuna kazi za shombichi ndani na kuna maandalizi ambayo pia yanayohitajika katika hii ndoa au hizo sherehe zetu. Kwa hiyo inahitajika wewe, ambaye uko kwenye Uislamu, mwanamume ndiyo uchinje Mtume alimwambia Abdurahmani, au la wala ubishati, tangaza walimu wako, japokuwa. Kwa nini? kwa mbuzi mmoja. Sasa sisi wanawake ndio tunajipa majukumu, na ndiyo maana Mungu hatuongozi na Mungu hatunusuru. Wanamume wanatugeuzageuza, wananafanya wanayoyataka. Wanawake tubadilikeni na sisi ukweli na uhakiki baadhi ya wababa na wanamume wengi matapeli leo, mtanisamehe mashekhe ambao mtafata kipindi hiki cha Khayarati TV, anaweza kuja na ndevu ameshaacha wanawake kumi na tatu, ndevu zake hizo, hina, suna, wanja, mafuta ya zaituni, lo, mafuta yake, kumbe tapeli mkubwa katika Uislamu. Yaweza kuja mwengine, anaishi mario kwa mke wake, ndio ambapo anakaa, halafu anakuja kukutafuta uwe mke wa pili. Huwe mwanamke huna akili, hufikiri? Au yaweza kuchukua mwanamke msomi, kasoma, kamaliza masomo yake, maskini ya Mungu, lakini anakuja kumgeuza mwanamke huyo, ndio anakuwa kichekesho anavaa kia kiato tafkiri ni kile ambacho kinanunuliwa fasha vose. Kwa hiyo sherehe zetu za Kiislamu ziko na nafasi yake pia. Tukizisema sisi sharehe wanawake Waislamu, turudie ndani kwenye sharehe zetu na kusikiliza. Ndugu mtangazaji, mashallah, subhanallah, wallahi, maneno ambayo umezungumza ni maneno mazito sana ambayo yanahitajika kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Ni jambo ambalo nilikuwa nataka nigusie, lakini ni kama vile umelipitia juu kwa juu. Mimi nimekerekwa, au nimekerekwa weka haswa Buyenzi ni mji ambao unaofahamika kwa, kwa maadili yao na tamaduni zao za Kiswahili, lakini hivi sasa au juzi kati, kuna jambo liweza kujitokeza na limeweza kutia aibu. Umeweza kuzungumzia kwamba kufundwa zamani ilikuwa ni ndani, kimya kimya. Hili ni jambo ambalo halina ubishi ndani yake yoyote. Mwanamke ambaye amepitia katika kufundwa atakuwa nalifahamu hili. Unawekwa ni ndani na ni mambo ya ndani, yanaishia ndani na ilikuwa ikitokea harusi wanawake walikuwa wakijumuika, ikiwa ni wani ni wanawake tu wakipiga ngoma, hakuna mwanaume na ni wanawake watupu tu. Lakini kuna jambo limejitokeza Buyenzi, vibao kata vimepigwa hadharani barabarani na watoto walikuwepo na wakitunza. Wewe ni mkazi wa Buyenzi, ni ustadhati ambaye unakemea maswala tofauti, unalizungumziaje wewe, haswa mkazi wa Buyenzi, alafu pia ni mwanadawa? Kwanza nazia nikasema inna lillahi wa inna ilaihi ndio, kwa kweli ni jambo ambalo naweza nikasema nilipeleke haswatan jambo hilo kwa viongozi wanadini. Alafu niseme alhamdulillahi pia na katika uongozi pia wa nchi tuna viongozi wanadini. Kama sehemu ambayo liliyofanyika, nafahamu kuna kiongozi ambaye ni wa nchi, lakini ni mwanadini tena, shekhe msomi, ujumbe wangu huyu mfikie kiongozi huyo. Mtume alayhi salatu wasallam anasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa, fainlam bikalbi, wadhalika adhaful imani. Mtume alaihi salatu wassalamu anasema <coughs> yule ambaye takaeliona alibaa miongoni mwenu aliweze kulikemea. Alikemea vipi? Fabilisani, kwa ulimi wake, aliseme kama hivyo, labda waliliona au walilijua au labda wamelijua nyuma, walizungumzia kama vile unavyonambia wewe, labda ndio nilitafute kwenye mitandao, kwa sababu huyo muda mimi sinanao, umeona, sina nao, umeona? wala sijui ilikuwa vipi wala alikuwa vipi. Hayo mambo naweza nikasema namshukuru Allah subhanahu kunifahamisha nalo. Ndiyo maana nimeuchukua ujumbe, nimeutuma kwenye ngazi za Kiislamu, kwa sababu mtume anasema yule atakayeliona libaya alilinganie kwa ulimi wake, akiwa hawezi kwa mkono, kama ni la kupiga apige, kama ni la kutoa litoe, na akiwa hawezi anumunika asoneneke kwa moyo wake, na akiwa hawezi kwa moyo wake, mtume akasema, huyo ndio udhaifu wa imani. Kwa hiyo nafikisha ujumbe huyu kama daia tula alamia kiongozi ambaye anafanya kazi za dini international. Kwa hiyo nalifikisha hata kwa nchi nyingine, nchi pia za majirani, ikiwa Kongo ikiwa Tanzania ikiwa Uganda ikiwa Kenya ikiwa kama wanawake leo wameamua kujitoa wa nje, basi nawaambia wakamtafute Nura ambaye alianzisha chura chura. Ilikuwa vipi katika maisha yake alipoanzisha chura chura, na leo imekuwa vipi yeye kuwa mama ambaye ni wa mfano? Tumemwona kwenye mitandao, aliwezaje kumrejelea Allah na aliwezaje kuacha vitu kama hivyo. Alafu pia ulinihoji ukanambia kama mji ambao uko ndani yake Uislamu kwanza, nikasema mimi namshukuru Allah. Unaona Mwenyezi Mwenyezi Mungu anapo fanya jambo huwa Allah anachagua. Kwa hiyo katika ardhi ya Buyenzi sisi kiongozi wetu ni mwislamu, na hawezi kufanya kitu katika nchi ile umekwenda kuiomba rusa. Pia ukipita Buyenzi ya juu inaitwa kata ya Uswahilini, tuna kiongozi mwislamu Shekhe Msomi. Ukipita chini Buyenzi Ruvumera, tuna mama pia, mashallah mwislamu. Umemona Mwenyezi Mungu katika hayo. Kwa hiyo tunapotaka kulifanya jambo lolote tu lazima tuombe rusa katika serikali, alafu nchi yetu wanasema ni nchi inapashwa akaranga kuburuni karanga ku Murundi, maana yake nini? Ni kuchunga ile heshima ya Murundi au ya nchi. Kwa hiyo, unaweza nikasema nafasi hii kama mimi ambaye ni mama mlezi wa mayatima, bado na watoto vidogo vidogo, kama video hiyo, ambaye nazunguka ulimwenguni, ni kitoto kidogo. Wewe ambaye ulimtuma mtoto mdogo yule aende kumtunza mtu mkubwa ambaye hajitambui, na Mungu amsamehe na mwongoze, ulitaka kufika wapi? Au unamfunza nini mtoto yule? Kwa hiyo, Waarabu wakasema, al-insanu ibnul bia yatubahbtabiata, mwanadamu anakuwa kwenye mazingira na yale mazingira anajikuta yamemzingira. Kwa hiyo watoto hawa wadogo, ninaomba uongozi wetu wa nchi tuwape watoto ulinzi tosha, kwa sababu ikiwa ni wakina mama ambao wanawazaa miezi tisa tumboni, uchungu siku mbili au siku tatu, wanamchukua mtoto wanamfunza vile, kesho mtoto atakauchi, anakuambia ni kawaida, nilimwona mama anafanya hivi. Kwa hiyo ndo nikasema, Mtume anasema mansanna fil Islami sunnatan sayi'a, yule ambaye ataanzisha kitu katika Islamu kibaya, falahu lwizru, ni kwamba ana dhambi na mizigo ya yule ambaye yuko nyuma anakwenda anaifata. Ukhti Snura anajuta anasikitika, na anasema mimi kila ardhi nilikwenda kufanya hicho kitu, nitakwenda kutubu na nikamtangaze Mungu ndani ya ardhi hiyo, ili nisije nikaulize kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ujumbe ambao umeweza kushiba au umetosheleza kabisa, kwa sababu ni mambo ya aibu. Tuna ufahamu mji wa Buyenzi, ingawaje kulikuwepo na baadhi ya vikundi kitambo, ni muda mrefu hivi sasa lakini hali ambayo imeweza kujitokeza juzi ni hali ya kusikitisha sana. Video zimeweza kusambaa kila kona. Nikaona ni mtafute nani ambaye ni mhalisia wa mji huo, lakini ambaye anaweza kuongea kwa uchungu na masikitiko kutokana na jambo hili. Kushukuru sana ustadhati Aisha kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi hichi, lakini sijui kama kuna lolote ambalo unataka uongezee katika kipindi hichi, haswa kwa wale ambao wameweza kuona matukio kama haya, ingawaje wewe hukupata fursa ya kuweza kuona matukio kama haya hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mashekhe wasikimbili msikitini kurushiana wao kwa wao, au kujifanya kwamba walisoma sana, au kujenga misikiti mingi, au kuvaa makanzu ya marangi tofauti, au kufanya vitu kuonesha kama sisi ndio hivi au vikao vingi vingi. Hili wataliulizwa wao na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hao mashekhe wana dhima kubwa mbele ya Mungu, na ndio maana mimi nalisema kwa uchungu kama daia kama mwanamama pia, kumwona mama ambaye ndiye mlezi alummu madrasa, mama ni mlezi, alafu mama ndio anafanya uharibifu katika dunia ya Allah subhanahu wa ta'ala. dhahara alfasadu fil barri wal bahri, Allah anasema katika surati rumuko ni kwamba maovu na machafu yamekuwa mengi katika nchi kavu na baharini. Na kuna aya ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema hawezi kushika tu wabaya, hata wema. Mwenyezi Mungu anaweza kuwagusa kwa mabaya ya wa waovu ambao wanayafanya waovu. Kwa hiyo hili kama kweli liko linazunguka, limetembea, sijafanikisha mimi labda nimeliona aliona jambo kama hilo mashehe wasimame, wasimame pia na hao watu wakiwa na waume, na waambia wanaume. Mtume alayhi wasallam anasema: kullukum rain wa kullun masulun an rayatih, nyote ni walinzi na kila mlinzi ataulizwa. Azawju rain wa masulun an zawjatihi, mwanamume ni mlinzi na ataulizwa kunako huyo mke wake. Wal ummi raia, na mama pia ni mlinzi, ataulizwa kunako watoto. Kwa hiyo huni ujumbe ambao Khayrati TV nimetaka ni ugonge na nufi Kishe hapo na kwa kumalizia niseme tu Mtume atasema: la tazulu qadamu abdin yaumal qiyama hata yus'ala an arbaa. Mtu hawezi kunyanyua unyao yake siku ya kiyama, mpaka ulizwe kunako mambo. mani anshababi, kunako ujana. Kama ni ujana unakusumbua we dada, kama ujana unakusumbua we kijana, we unayekuwa unashuti bila aibu, namshuti mamako bila aibu, wewe jua kama utaulizwa kunako ujana wako, basi huna ujana wowote, Yusufu alayhi salatu wasalamu alikuwa kijana, hadi hadi wanawake wakajikatakata, hadi zulia akachanganyikiwa, mke mfani sasa, wewe ujana wako vipi? Kwa hiyo utaulizwa pia. Anu, umri utaulizwa, umri wako fi ma afnahu, umeumalizia vipi umri wako, labda pambakia siku tatu au siku moja au masegonde. Kwa hiyo irjii ila rabbik, rudia wa anibu na utubie kwa mola wako, kwa sababu mlango wa tauba bado upo wazi. Alafu Mtume akasema la tatu mtu an malihi mali zake min aina kitasaba wa fi mafakau amezichuma vipi na amezitoa vipi. Na la kumalizia, mtu akasema wa wanilmihi. Sasa hapa ndio mashehe wanagongwa kuhusu hiyo elimu. Na masikitiko na maajabu, hao hao baadhi ya hao mashehe ndio rafiki zao, ndio watu waligalaa wao. Unajua sababu gani? Umaskini umekuwa mwingi mpaka shehe anaenda kwa mtu kama huyo, ni umasikini umekuwa mwingi. Labda angeenda kwa dawa au akaenda kwa kumuita kwenye kheri, pia naweza nikasema mimi. Labda waliowafanya wanaweza kuwa ni katika watu wangu, mimi nawapendea kheri, na wao wenyewe katika nafsi zao ni mashahidi. Sijaifanya kheri, ila nawaambia ndugu zangu, njoni tuchangie. Naweza nikafanya mfano, juzi nilikuwa na semina markaz kubwa, tariki kumi na sita mwezi kumi na moja huyu umekwisha nilichangia, na ndugu zangu masomo. Mwenyezi Mungu awalipe wa walichangia kiasi kikubwa sana, na Allah awalipe na atuongoze sote na wao katika hilo. Kwa hiyo, sidhani kwamba hawo wanaweza kufanya hivyo kwa sababu wao wanampenda Allah na mtume alaihi salatu wassalam. Kwa kweli ni kushukuru sana ustadhati kwa ujumbe wako tosha, ujumbe shibe kabisa. Lakini pia nadhani tukikuhitaji nyakati nyingine katika vipindi vijavyo na mada tofauti, utakuwa uko radhi kuwa nasi. Yani mimi hata nikiwa niko ndani ya ndege kama network ipo ukipiga, nikaona ntakuitika insha Allah, insha Allah, insha Allah. na kushukuru sana sana, sana, nikutakie siku iliyokuwa njema na iliyokuwa na kheri ya uweze kukutawala lakini pia tuiombee kheri na salama Burundi, pia na miji mingine, lakini haswa pia na Buyenzi kwa sababu pia Buyenzi ni kama vile jicho la mji wa Bujumbura. Ninaamini kwanza niseme amin amin, amin. Nina amini ninaamini ujumbe huu utakapofika Allah atawageuza, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ana uwezo huyo. Na tunawaombea Mwenyezi Mungu iwe sababu ya ujumbe huu kuwageuza na kurejea kwa Mola wao na kuahidi kwamba hawatofanya. Pia na viongozi ambao wanahusika wanapoenda kuomba rusa, tunataka kufanya jambo kadha, viongozi waanze kulichunguza hili jambo, wataulizwa pia na Allah. Nimesema Buyenzi viongozi wote ni Waislamu wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, katika hilo ambalo litakuwa linakwenda kinyume na sheria, kwa sababu sisi hatujafika ughaibuni magharibi, tungalike katika nchi hapa kwetu Burundi. Wanasema igihugu chubuki na mata, baladul halibi wal asal, nchi ya asali na maziwa. Maanake asali na maziwa vikichangwa ni vitu vitamu. Sasa haiwezi kuwa muru, kwa hiyo hawezi kugeuza Buyenzi kuwa chungu. Naamini ujumbe huu utakuwa ni tosha kwangu na kwa wao pia inshaallah. Shukrani sana. Na nikutakie siku ile kwa njema nadhani hivi sasa huko ni mchana, basi mtakie mchana uliokuwa mwema na inshallah tuwe pamoja katika kheri. Allahumma ya rabbi amina. Na tukiwa na Ijumaa, tumemaliza swalati Ijumaa, na muombe Allah subhanahu wataala tukubalie. Sawa, na tariki tano katika nchi yetu ya Burundi, jumaa imemalizika muda huu. Pia na wewe, sehemu yote ulioko, nikutakie mafanikio na nguvu nyingi. Allah akupe umri mrefu uliokuwa bora wa kufikisha maneno ya Allah subhanahu wa wa wa wa wa wa ta'ala. Amina amina ya ya rabbi rabbi. Basi wa salaamu alaykum alaykum rahmatullahi rahmatullahi barakatuh salaam wa barakatuh.

nam na kufikia hapa, hatuna budi ya kuweza kufikia tamati. Sina budi ya kuweza kutoa shukran zangu za dhati kwa Ustadhati Aisha ambaye ameweza kutenga muda wake mzuri na kuweza kutufikishia yale yaliyokuwa na heri na baraka ndani yake. Ameweza kutupa mawaidha mazuri na ujumbe mzuri kwa hikma na busara. Nimshukuru sana yeye, lakini pia shukran zangu za dhati zaidi kwa kwako wewe ambaye nimeweza kunyakua dakika zako hizi Labda ulikuwa na mambo yako mengine muhimu, lakini umeweza kutenga muda wako na kuweza kutusikiliza na kutufuata mpaka hapa tulipofikia tamati. Nikushukuru sana na nategemea sijaharibu dakika zako hizi. Nikutakie siku iliyokuwa njema yenye heri na baraka tele, amani na baraka na salama vitawale juu yako, nguvu kazi na amani vitawale katika nchi zetu zote. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.